Natakaga uweze kurudi chini, lakini hao wamegundua badala ya kutishwa turudi chini, tunafanya kazi zaidi ya vile ambavyo tulikuwa tunafanya. Tunaendelea na maombi vile ambavyo tulikuwa tunaomba, naendelea kuenda kanisani vile ambavyo, tofauti na vile ambavyo nilikuwa naenda, naendelea kuuza zaidi ya vile ambavyo nilikuwa nauza. Hata ukisikia wamechukua haleluya -ha, hata ukisikia wamechukua nini Emel, emel. Uh -huh. Wewe omba. Wewe ukisikia wamepeleka kwa mganga, wewe omba. Ukisikia wamechukua nguo yako wamekata mahali, wamepelekea mchawi, wewe omba. Ukisikia wamechukua makaratasi ya mtoto wako, wewe omba. Ukisikia wamesema wewe hautajenga, wewe omba. Ukisikia wamesema hiyo ndoa itaharibika, wewe omba. Ukisikia wamesema watakufuta kazi, wewe omba. Kama wamesema mshahara watapunguza, wewe omba. Wakamua pana tunaingia kwa maombi yes. Wacha tushikane mikono tuombe, naye Mungu akasikia akasema, maombi yenu ninayajibu. Bwana Yesu asifiwe. wa kuna watu ambao maombi yao yalijibiwa. Maombi yako yakijibiwa, hata watu wengine wataona. Kuna Daniel aliingia kwa maombi akajibiwa. Aliamua nitaomba, niombe vile ambavyo mfalme ameota nataka nijue mfalme ameota nini. Yes. Daniel akaingia kwa maombi. Mfalme ata, anataka kutumaliza sisi tukufe na watu wengine. Mm -hmm. Uh -huh. Mimi naingia kwa maombi, yes. Wakati Daniel anaingia kwa maombi, Mungu anampatia ndoto ya mfalme, yes. Nasikia sikia sikia sikia hii ya kwamba wakati wamekutishia wanataka kukuua wewe, ingia kwa maombi, yes. Kuna magonjwa yako ndani yako yanakutishia ya kwamba ya ya nitakumaliza wewe, ingia kwa maombi, tafuta, yes. Mahali unaweza omba, sema Bwana, niko mahali hapa, angalia vitisho vyenye daktari ameniambia ameniambia sitamaliza huu mwaka, yes. Ameniambia haya magonjwa yamemaliza wengine, ameniambia amenipea madawa ya kunisongeshea maseko Wee, Mungu wewe ndiye mwenye maseko. Hii madawa yeze nisongeshe maseko yes. Wewe ndiye Mungu naye nipa seko yes. Wewe ndiye Mungu naye peana uzima Bwana, angalia vitisho vya dakitari yes. yes. oh. Daniel akaingia kwa maombi, akaomba hatuwezi chinjwa na waganga yes. Hatuwezi uliwa na wachau, hatuwezi kufa kama watu wengine <laughs> ebu nipatie muda niingie kwa maombi yes. Wacha niingie kwa maombi, wacha niulize huyo Mungu, wacha niulize huyo Mungu, nipatie nafasi niulize Mungu hiyo hiyo hiyo throat cancer yenye wamesema. Nipatie nafasi niulize Mungu, niulize Mungu. Mungu, umeshindwa kuponya throat cancer? ah ah, Mungu, umeshindwa kuponya hiyo ugonjwa? Mungu, umeshindwa kuponya hii hali yangu? Mungu anakuambia pana after prayers. Mungu anasema ah, kuna majibu hapa after prayers, kuna majibu yanakuja hapa ndani. Ni wakati ambao unaingia anapeana jibu Daudi wakati watu wamechukuliwa, mke wake ameshikwa mateka, hata sio mke wake, wake zake wameshikwa mateka, watoto wake wamechukuliwa, mali zao zote zimechukuliwa, mji wao umechomwa. Daudi anarudi anapata, wamechoma mji wake, wameenda, watoto wameenda. Kuna stori nilikuwa nasoma.